Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Mlele. Tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Mlele amepokea kibali cha ajira mpya kwa ikama ya mwaka 2024-2025 kutoka kwa katibu mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na utawala bora chenye kumbukumbu namba FA.97/228/01/A/25 ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano Hivyo anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa za kujaza nafasi zifuatazo: mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi tatu. Kazi na majukumu: kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri kupokea wageni na kuwasaili shida zao na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa, kutunza taarifa kumbukumbu za matukio, miada, wageni, tarehe za vikao, safari za mkuu wake na ratiba ya kazi zingine, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi, kupokea majalada na kusambaza kwa maofisi walio katika idara au kitengo au sehemu husika kukusanya kutunza na kuyarejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika. Kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali. Kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi. Sifa za mwombaji: awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne au sita. Awe na stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na serikali awe amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza, maneno mia moja kwa dakika moja. Awe amepata mafunzo ya programs za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel na na PowerPoint, internet, email na publisher. Ngazi ya mshahara <coughs> kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali TGSC. Msaidizi wa kumbukumbu daraja -kumbu la pili, nafasi tatu. Kazi na majukumu: kuorodhesha barua zinazoingia masijada kwenye register au incoming correspondence register. Kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi kwenye register au outgoing correspondence register. Kusambaza majalada kwa watendaji action officers. Kupokea majalada yanayorudi masijala toka kwa watendaji. Kutafuta kumbukumbu nyaraka majalada yanayohitajika na watendaji. Kurudisha majalada kwenye shabaku au kabati la majalada au mahali pengine panapohifadhiwa kufuatilia mzunguko wa majalada ndani ya taasisi file tracking. Sifa za mambaji: awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha nne au cha sita. Awe amehitimu mafunzo ya stashahada au diploma NTA level 6 katika fani ya masjada fani ya masjala kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, mwenye ujuzi wa kompyuta. Ngazi ya mshahara: kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali TJSC. Dereva daraja la pili, nafasi tatu. Kazi na majukumu: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari kufanya na kusambaza nyaraka mbalimbali pale inapohitajika, kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari, kazi nyingine anazopangiwa na mwajiri. Kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kazi, kufanya kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kufanya na kusambaza nyaraka mbalimbali pale inapohitajika, kujaza na kutunza taarifa zote za safari katika daftari la safari kufanya usafi wa gari na kazi nyingine anazopangiwa na mwajiri. Sifa za mwombaji kuajiriwa: mwenye cheti cha kidato cha nne form four <coughs> na leseni ya daraja E au C ya uendeshaji magari ambayo amefanyia kazi kwa mwaka kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali na awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari basic driving course yanayotolewa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA, au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali ngazi ya mshahara: kwa kuzingatia ngazi ya mshahara ya serikali TGSB. Masharti ya jumla kwa waombaji: waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri wa kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45, isipokuwa kwa wale walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detail CV yenye anwani inayotumika, namba za simu zinapopatikana, na anwani ya barua pepe email address, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa kuaminika. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kiingilio walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika waraka namba CAC.45/257/01 140 wa tarehe 30 Novemba 2010. Maombi yote ya ambatane na vyeti vya elimu na taaluma vinavyothibitishwa na mwanasheria wakili, ambavyo ni vyeti vya kidato cha nne au sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za ngazi husika, post graduate degree, advanced diploma Testimonial, Provisional result, statement of result, hati ya matokeo ya kidato cha nne au kidato cha sita Form 4 na Form 6 result havitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na vimethibitishwa na mamlaka husika TCU, NECTA na NACTE. Waombaji waliostaafu katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba, isipokuwa kama wanakibali kutoka kwa Katibu Mkuu Kiongozi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika waraka namba CAC 45 257 01 D 140 wa tarehe 30 Novemba 2010. Uwasilishaji wa taarifa wa sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 3 Juni 2025. Muhimu, kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya ya Mlele, SLP 686. Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektronik wa ajira, recruitment portal, kupitia anwani hiyo hapo https://portal.ajira.go.tz Anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sekretariati ya Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment portal. maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. tangazo hili limetolewa na Sigilidinda Mdem, mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya ya Mlele. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy, tafadhali bonyeza neno subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zaidi tunapoachia video. Tunatoa video kuhusiana na ajira, kuitwa kwenye usaili, nafasi mbalimbali za kazi, pamoja na updates zingine mbalimbali yanayohusu matukio muhimu katika ajira, sekta ya ajira Tanzania. Asanteni na, na karibuni. Msomaji wako ni mimi Fairboy TZ. Asanteni.